Mungu kwa Biblia na utendaji kazi wake. Viongozi waliponiambia, naomba baba useme nasi kwa habari ya somo hilo, nikasema sasa, Roho Mtakatifu, unaona sasa kazi zako hizi. Kama kuna kitu cha muhimu na cha maana ni kila mtu kumjua Mungu, kumjua Mungu, kumjua Mungu.

toka utumani misiri kwa mkono wa musa wakaenda wakaongozwa na musa kwa miaka ile yote arobaini mwishoni mwa miaka arobaini musa akafa alipokufa yoshua akachukua -e, kazi nzuri ya kuongoza wana wa israeli ili awafikishe katika ile nchi ya ahadi ambayo mungu aliahidi ibrahimu na isaka na yakobo ya kwamba amewapa na sasa wanaenda wanaongozwa na yoshua. Yoshua mtumishi wa Mungu alikuwa na sifa fulani ya ziada. Yeye alikuwa ni soja, alikuwa na utaalamu wa kivita na upiganaji. Sasa huyu ndio akawavusha mto Jordan, na kipengele cha kwanza walichokumbana nacho ni, ku, ni ule ukuta wa Jeriko. Chalenji ya kwanza ambayo alikutana nayo ni ukuta wa Jeriko, lakini ashukuriwe Bwana kwa sababu Mungu alishamwandaa Yoshua kukamata steringi na kuendesha jahazi lakini huyu Yoshua ni mtu wa kivita, ni war strategist. Sasa akawaongoza na Bwana akamtumia, ukuta wa Yeriko, ukawa sio chochote mbele yao. Lakini kuna jambo la msingi la kulifahamu, muda wa Yoshua ulipokwisha, wana wa Israeli wakaingia kwenye zama za kuongoza na kusimamiwa na waamuzi. Hebu sema waamuzi. Kwa hiyo, Musa amemaliza kipindi chake na yale ambayo Mungu amempa kuyafanya, amelala Yoshua akapokea akaongoza, akamalizia, akawavusha kwenye mto Jordan na akafanya yote walioyafanya mule ndani ya nchi ya ahadi, akamaliza, akalala. Yoshua alipokufa, kuna kitu cha ajabu kinaniumizaga sana kuna waamuzi. Hebu naomba wa, nikipata wasomaji wa Biblia walioko tayari ambao anaweza akafika kwenye andiko chap na akalisoma vizuri kwa kunyosha kwa haraka sana na kwa sauti kubwa, naomba hawa waje wakae karibu na mimi hapa, waje wakae hapa. Wale wasomaji hata kama mko saba nane kumi, jipangeni mbele hapa, nataka tufanye jambo moja la msingi. Alafu ninawaomba wanangu muandike hizi notes kwa sababu chakula hiki mimi mwenyewe nakipenda chakula cha leo ni cha muhimu sana na somo hili ni nyeti. Naomba uandike kwamba wokovu unaweza ukaendelea kuwa hai au ukauawa kutegemeana na somo la utatu mtakatifu. Sio hivyo tu, Ukristo Ukristo unaweza ukabaki kuwa hai au Ukristo ukafa kutegemeana na ili somo la Utatu Mtakatifu. Maana yake ni kwamba kama somo hili tukiruhusu walimu wa uongo wakaligeuza, upinzani wao kupinga Utatu Mtakatifu ukapata nguvu, maana yake Ukristo unaenda kuwa extincted, unakwenda kuondolewa na kuuawa na kutoweshwa masomo mengine yote yanategemeana na utatu mtakatifu ambao ndio asili ya Mungu wetu. Amna mungu mwenye asili ya utatu mtakatifu, ni huyu peke yake. Huwezi kuongelea uumbaji, lazima uongelee utatu mtakatifu. Uwezi kuongelea anguko, lazima uongelee utatu mtakatifu. Uwezi kuongelea ukombozi wa mwanadamu aliyetenda dhambi, lazima uguse utatu mtakatifu. Uwezi kuongelea marejesho restoration, bila kugusia utatu mtakatifu. Uelewa sahihi wa kibiblia wa utatu mtakatifu unabeba masomo mengine yote. Somo la maombi, uwezi kufundisha somo la maombi ujagusa utatu mtakatifu. There is no way ukienda ukamsikiliza Yesu anavyofundisha kuhusu kuomba, anasema ukimwomba Baba kwa jina la yani, mpaka hapo tayari Amen. Amen. Amen. Hakuna somo lolote linaloweza kufundishwa kwa usahihi kama utatu mtakatifu haueleweki, the trinity. Utatu mtakatifu ndio uti wa mgongo wa imani hii, Amen. ya wokovu katika Yesu Kristo. Waamuzi mbili kumi Waamuzi mbili, kumi ndio tena, watu wote wa kizazi hicho ndio nendeni, watu wote wa kizazi hicho ndio nao waliokusanywa waende kwa baba zao, ndio hapo ma, maana yake ni kwamba walikufa. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ndio ambacho hakikumjua Bwana eh wala a haug hiyo kazi ambayo alikuwa ametenda kwa ajili ya Israeli. Ukisoma andika kuanzia mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja utapata muktadha sahihi wa hicho tulichokisoma. Yaani Waamuzi mbili mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja itakupa picha sahihi kiliwakumba nini wa ndugu hawa. Hapo kabla walikuwa nafuu, Musa aliwaonya onya. Alafu baadaye Yoshua akawasaidia akawaonya onya. Akawarudisha rudisha. Mara ya mwisho Yoshua aliwaita akawa akawaambia mnafanya nini nyie? Akawasema na wakatubu wakaweka mambo yao vizuri, wakaenda na Bwana. Maandiko yanasema Yoshua akafa, alafu akasema alipokufa Yoshua na kile kizazi cha wakati wa Yoshua, nao wakakusanyika kule baba zao waliko. Hiyo ni lugha laini ya Biblia kwamba wakafa walipokufa wale ambao walionywa na Musa walionywa na Yoshua, wakatengenezwa wakafundishwa, walipoondoka kwenye reli walirudishwa. Hawa warudishaji hawa walipokufa, na kile kizazi kilichomjua Bwana Mungu huyu walipokufa, wakaenda kukusanyika baba zao walikokwendako kule. Sasa kikatokea kizazi kisichomjua Mungu, kisichomjua Jehova, kizazi kisichomjua Yahwe, kizazi kisichomjua kisicho Elohimu. Wakaibuka majana dumi na majana jike yasiyomjua Mungu. Sasa kile kizazi kiliishi maisha ya kipagani hujawahi kujua. Usipomjua Mungu unapotea, usipomjua Mungu unakufa, usipomjua Mungu mbinguni winge